Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Urusi itatwaa maeneo zaidi nchini Ukraine kwa kutumia nguvu iwapo Kyiv na wanasiasa wula, nguruwe, wa Ulaya waliowaita nguruwe hawatokubali mapendekezo ya Marekani kuhusu makubaliano ya amani. Akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa masuala ya ulinzi ya Urusi, Putin alisema ya nchi yake inapiga hatua katika pande zote za kivita, na akisisitiza kuwa Urusi itatimiza malengo yake ama kwa njia ya diplomasia au kwa nguvu. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump unaendesha mazungumzo tofauti na Moscow na Kyiv pamoja na viongozi wa Ulaya kuhusu mapendekezo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Hata hivyo hadi sasa hakujapatikana makubaliano. Kiev na washirika wake wa Ulaya wana wasiwasi kuhusu madai ya, ya Ukraine yanayosisitiza kuyatoa maeneo ya Ukraine. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky anataka dhamana kubwa zaidi za kiusalama kufuatia uvamizi wa Urusi ambayo tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili imepelekea maelfu ya wanajeshi nchini Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anataka dhamana kubwa zaidi ya kiusalama kufuatia uvamizi wa Urusi ambao tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili imepeleka maelfu ya wanajeshi nchini Ukraine. Kwa upande wake, Urusi inadai kudhibiti takriban asilimia kumi na tisa ya eneo la Ukraine. Maeneo hayo yanajumuisha rasi ya Crimea iliyotokea mwaka elfu mbili na kumi na nne sehemu kubwa ya eneo la mashariki la Donbas, maeneo ya Kherson na Zaporizhzhia, pamoja na sehemu ya mikoa mingine minne ya Ukraine. Urusi imesisitiza kuwa maeneo hayo sasa ni sehemu ya Urusi. Hata hivyo, Zelensky anasisitiza kuwa Ukraine haitakubali kama uvamizi huo, na karibu nchi zote duniani zinazitambua maeneo hayo kama sehemu halali ya Ukraine. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Jacqueline Lendava. Endelea kufuatilia na kulike, kushare na kukomenti ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.